Niwaambieni au nisiwaambie? Waambie. Niwatonye si ni si au nisiwatonye? Tunaombea amani mwaka huu, tufanye uchaguzi wa amani, tutoke kwa amani, tukajiandikishe, tuboreshe daftari la wapiga kura, twende siku ya kupiga kura mapema kwa amani, kwenye mistari ile tupige kura kwa amani. Ukishapiga tunakuwa waaminifu, unatovya wino unaondoka, unakwenda kufanya shughuli zako, unawapisha wengine. Tunasubiri matokeo kwa amani mpaka tumalize hatua hii. Jamani, ombi hili ni gumu sana, set ya amani. Hilo ndio ombi langu kubwa za kila aina. Baba, bariki wananchi wa Tanzania, wape mioyo safi vile walivyo tangu walipoanza taifa lao. Baba, ninaombea viongozi wote, hasa wale watakuwa wakitafuta viti vya kila aina wajaze mioyo ya kupenda watu wao.